Raia wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo waliokimbilia nchini Burundi wanaendelea kukumbwa na changamoto kubwa za kibinadamu kufuatia kuongezeka kwa mapigano katika maeneo yao ya asili. Mamia ya wakimbizi wameingia Burundi wakitafuta usalama, lakini hali wanayokutana nayo siyo rahisi. Katika kambi na maeneo wanayoishi kwa muda, wakimbizi hao wanakabiliwa na uhaba wa chakula, maji safi, huduma za afya, pamoja na makazi ya uhakika. watoto wanawake na wazee ndio wanaoathirika zaidi, huku baadhi ya watoto wakikosa fursa ya kwenda shule na huduma za msingi za afya. Aidha, mashirika ya misaada yanasema rasilimali zilizopo hazitoshelezi kukidhi mahitaji ya idadi kubwa ya wakimbizi wanaoendelea kuwasili kila siku. Serikali ya Burundi kwa kushirikiana na mashirika ya kimataifa inaendelea kufanya jitihada za kutoa msaada, lakini changamoto bado ni kubwa hali hii inaibua wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza msaada wa kibinadamu ili kuhakikisha wakimbizi hawa wanapata hifadhi salama, chakula cha kutosha na huduma muhimu za maisha. Tamunye Kilobonga ambaye ni kiongozi wa Redio Uvira FM inayarusha matangazo yake moja kwa moja kutoka katika muji wa Uvira, taarifa ni Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ambaye kwa sasa amekimbilia nchini Burundi anaeleza zaidi kuhusiana na mkasa ambao wakimbizi wanakutana nao nchini Burundi. Alia. Maisha ya wakimbizi mchini Burundi sio yenye kuridhisha, kama sisi ambao tumekimbilia kwenye maeneo ya Rumonge, na baada ya Rumonge tuliwekwa wiki nzima zaidi ya siku nane ndani ya uwanja wa mpira hapo Rumonge, na baada ya hapo tulikuwa atupate huduma wote huo yani, kila mmoja alikuwa akijishughulisha kwa kile ambacho ametoka nacho Kongo, Uvira, Baraka na maeneo mengine ya huko tarafa la Fizi na tarafa la Uvira, wakati tumepelekwa na gari za UNHCR hadi kwenye eh, kambi ya Ruigi. Kwa muda huu ambao nazungumza na wewe kwenye kambi ya Ruigi tumekusha kufanya yapata sasa juma nzima, hatujapata ma makao yani ema, na ile chakula yetu ambao tulikuwa tumetumia pale ambao wametutoa Rumonge ndio mpaka sasa tungana tumia sehemu ambako tuko hapa kwenye kambi ya Ruigi, tukiweka mrongo mrongo, yani unajipanga kwenye mstari wako. Wakimbizi wako wengi, hadi pale utapata jeto, na baada ya jeto tu anakuambia kama unaweza ukapata sasa huduma ya msaada kidogo ambayo wako na pana. Kwa wakati huu nakuambia, mimi nimeweka mrongo jana yani kumustari, mpaka hivi sijakuwa na ile huduma ya kupata jeto, ila wanatuambia mpaka uwe na jeto ndo wakuhudumie. Sasa wakimbizi ni wengi, magonjwa ni mengi, huduma pale haipo, dawa hakuna, chakula ni ndogo, maji ni hivyo. Sasa hayo yanakuwa yakisababisha magonjwa, watoto wanakufa, watu ambao wale wazee wazee, yani hivyo ndivyo hali iko mbaya kwa wakimbizi sisi wakongomani ambao tumetoka uko Uvira na uko Fizi huko Baraka. Lakini pia nilitaka kufahamu kutoka kwake, je, kuna ujumbe wowote wa serikali ya Kinshasa ambao tayari umewatembelea hapo nchini Burundi? Na kama ndio, walisema nini au waliacha ujumbe gani kwao, kama vile wakimbizi? Hakuna ujumbe wowote wa serikali, isipokuwa tu ilikuwa kama tarehe ishirini na mbili ndipo tumeona mbunge wa taifa mchaguliwa wa Uvira Justin Bitakwira ndiye amekuja na watu wake hadi kwenye kambi yetu ya mpito hapo Rumonge, wakati tulikuwa kwenye uwanja, ndio akatuachia msaada kidogo wa maragwe, mchele, mafuta, unga wa semule, na akasema kwamba amekuja kama mchaguliwa kuja kuona malalamiko ya wakimbizi waliotoka Kongo, ndio anaenda Kinshasa kuonyesha serikali namna gani wakimbizi wanateseka hapa mkambi, kisha serikali sasa ndio itakuwa nayo jukumu ya kufanya kenye itafanya. Ila atukuona ujumbe wote wa serikali kuja kusaidia raia mm -mm. Isipokuwa hiyo, mbunge, na kuna mashirika shirika wao hapa Burundi ambao ulikuwa huyo analeta kachakula wa chakula wanapiga au analeta kamsaada kadogo wanakia saidia saidia wakimbizi mule hasa wamama wenye wazi, wajawazito na watoto. Hiyo tu ndio tulikuwa tukiona, lakini aseme serikali hakuna.